Wanateswa na mikopo ya kausha damu kweli, si kweli? Nataka niwaambie leo, anapoapishwa Nestory tarehe ishirini na tisa akichaguliwa bunge Kiswaga na daktari Samia, tunataka Nestory umlete afisa maendeleo ya jamii aendelea kuwajengea uwezo vikundi vyote vinavyoimba, wajasiriamali wote, vijana wote wa Ilungu na Nyigogo kwa ujumla waunde vikundi. Maana yake ni nini? Miaka mitano na mingine yote iliyopita huko nyuma, halmashauri ya wilaya ilikuwa inasimamia asilimia kumi ya mapato ya ndani, hivyo ilikuwa inapelekwa kukopesha watu niliowataja, lakini sasa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya mgombea Daktari Samia, tumeelekezwa na kusema tunakwenda kuwaunganisha Watanzania wote waanze kupata mikopo isiyokuwa na riba. Hapo vipi? na mama yuko kazini, amepanua mtandao wa mkopo kuendelea kuleta zaidi ya milioni mia mbili kwenye halmashauri wajasiriamali wote na vijana watu wenye ulemavu, kasolo huyo anayeigiza tuendelee kupewa mikopo isiyokuwa na riba. Hapo vipi? Hayoni mkao wa kula. Daktari Samia yuko kazini, kula za ushindi.

Sua mwenyekiti wa chama chetu tawi la Ilungu, viongozi wote mlioko hapa, katibu wetu wa chama wa kata, katibu wetu wa chama wa tawi, kamati ya siasa ya tawi na kata, wazee wetu, nimeona mzee Kisola, nimemwona mzee Genji, nimemwona mzee Nzwenge, nimemwona na wazee wengine ambao miaka yote tumekuwa nasi. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. La yeah, yeah. Na kwanza naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema anayetuwezesha wanadamu wote kupumua. Wapo wenzetu wa kupata nafasi ya kuja hapa, ama wameitwa mbele za haki ama wagonjwa, lakini sisi Mwenyezi Mungu ametustahilisha kuwepo mahali hapa. Wangapi wanamshukuru Mungu pamoja nami? Nione mikono, nione mikono. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa ni nyumbani kweli, si kweli? Kwa hiyo unapokuwa nyumbani yako mambo unaweza kuyazungumza, na yako mambo usiyazungumze, lakini unayojua kwamba kipi kitaanza na kipi kitamalizika. Ndugu zangu, nimekuja kuomba kura, kama nilivyo wenzangu waliokwisha kusema. Wamenitangulia, wamesema mambo mengi ambayo tumeyafanya na mimi naomba niseme kwamba ni kweli, kabla sijawa mbunge Ilungu haikuwa hivi. Kweli si kweli? matatizo ya maji amaji yaliyokuwa Magu na Ilungu mlikuwa nayo. Kweli si kweli? alelo nalembanamanilongo na mwasokile wodekele abamayo maki kasi mamwakigoloiwa benza toyamlibanya Ilungu oye iyo ndio kazi kubwa ambayo tumeifanya hasa kwa kata ya Nyigogo Ilungu, Nyashimba, Ichobela pamoja na Kinango ambako tulichimba maji ya kisima kirefu. Kazi iliyobaki, Nestory, nitakuwa nitakusaidia kuhakikisha maji ya ziwa Viktoria kutoka ichobela yafike mwisho kule Kinango, ili nao wasiwe na mashaka mashaka, wasiwe na malalamiko, wasiwe na hoja kwamba wametengwa. Hiyo ni kazi yetu, ndugu zangu wapendwa, watu wa Nyigogo. Kazi ya maendeleo ni mipango, kazi ya maendeleo ni bajeti kazi ya maendeleo ni mchakato, lakini kazi ya maendeleo ni ufuatiliaji wa viongozi wenu. Zimetajwa shule mpya, shule yenu mpya. Nilikuja kama mbunge, tukafanya harambee, nikatoa mifuko mia mbili, tukaendelea kuyomba halmashauri imeendelea kutupa fedha na shule yenu ni shule nzuri ya kisasa kweli, si kweli? Tumeikarabati shule yenu ya msingi ya zamani, tumeanzisha chekechea na tunaendelea kuimarisha. Lakini shule yenu ya sekondari tumeendelea kuimarisha. Kazi zilizoko hapa zilizobaki Nestory ni jambo moja tuliosomwa na komoa ni shule ya msingi upande ule. Hii ni kwa sababu Ilungu inakuwa mwaka jana nilipokuja hapa niliwaomba wenye viti, mwenyekiti wa kijiji kutafuta eneo kule, na kama limepatikana, baada ya kuapishwa tuanze kazi kule ili tumalize mambo ya hapa Ilungu. Ilongo oye! Ilongo oye! Labda kazi nyingine ya pili nimemwona hapa ndugu yangu Kagembe ameeleza, ni kupanga mji wa Ilungu, ni kwanza kufungua mabarabara mapya. Na nyinyi, naomba muamini, nilibeba nilibeba malalamiko, nilibeba lawama kabla sijawa mbunge kwamba nahamisha makao makuu ya wilaya na yatoa Magu na yaleta Ilungu. Nilizibeba lawama kwa ajili yenu, lakini tulikuwa tunahamisha makao makuu ya halmashauri, ila makao makuu ya wilaya bado yako hapa Magu. Sasa, kama makao makuu ya halmashauri yako hapa na makao makuu ya wilaya yako Magu, maana yake lazima tuendelee kuboresha kama tulivyoboresha Magu, tuendelee pia kuboresha mambo ya mabarabara na mitalo katika mji wetu wa Ilungu. Hapo vipi, ndugu wapendwa? Yako mambo mengi tunaendelea kuyafanya kwenye ilani hii. Tunajenga stendi tatu Tunajenga stendi ya kwanza Magu mjini ambayo na bajeti yake iko tayari. Tunajenga stendi ya pili ndogo mji wetu Ilungu, ambayo tunajenga kwa kutokana na mapato ya ndani, na nataka nihakikishie itakamilika tutajenga na vibanda kule na mambo yote yatakwenda vizuri, ili kuonyesha kwamba Ilungu ni mji mpya kweli, si kweli? Tutajenga stendi nyingine ya tatu kule Kisesa, kona ya Kayenze. Kwa hiyo ninapozungumzia Ilungu, nataka kuhabarisha kwamba wala msiwe na wasiwasi wasi, bado nipo, wala msiwe na wasiwasi wasi, mimi ni mkaji wa Ilungu wala msione wasiwasi yeah. Nitaendelea kuleta wawekezaji Ilungu wa viwanda ili tuwe wawekezaji wengi na ajira Ilungu siweze kuongezeka. Ilungu oye, Ilungu oye. Nataka kuhakikishia watu wa Ilungu kwamba viongozi wenu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan barabara hili amekubali kutenga fedha za kujenga barabara mpya ya kutoka Nyang'uge kwenda Lamadi kwa sababu hii imechoka. Samia oye! Samia oye! Tunapokuja kumwombea kura Dokta Samia, yote ambayo tumeeleza tunagusa tena kuendelea kusema kwamba Dokta Samia ndiye ambaye amefanya miradi ambayo iko kwenye jimbo letu la Magu, hata ambayo ilikuwa imeshindikana. Mfano daraja la sukuma, daraja la sukuma ambalo liko Ng'aya ni daraja ambalo lilikuwa limeshindikana, lakini daraja hilo waheshimiwa, Dr Samia ametupa bilioni tisa na milioni mia nane na daraja liko hatua za kumaliziwa ndani ya mwezi wa kumi na mbili daraja hilo la sukuma pale Ng'aya litakuwa limekamilika na watu wote mtasafiri bila shida. Tunapokuja kumwombea Dokta Samia kula, tunakuja kuwahabarisha watu wa Ilungu kwamba ninyi mnaosafiri kwenda Msoma, pale daraja letu la chuma, daraja la Simiu ambalo likuwa limeshindikana, ametupa bilioni arobaini na nane daraja linajengwa na Wachina waliokuwa wana jenga Kigongo Msisi, wanajenga usiku na mchana, wala ambao mnaendelea kupita. Ndani ya mwezi wa kumi na mbili tunao imani kwamba daraja la litakwenda kukamilika. Samia oye, Samia oye! Hatumsifii kwa sababu ni mwanamke, tunamsifia kwa sababu alipoachwa na mtanguzi wake Dokta John Pombe Magufuli wote tulikuwa na wasiwasi lakini kumbe, Dr. Joseph John Magufuli wakati anampendekeza kwa, kwa mgombea mwenza yeye alimjua kwa, kwa kuongozwa na Mungu alipofanya naye kazi mwaka elfu mbili na kumi mpaka elfu mbili na kumi na tano Kama angekuwa ni mbaya asingemrudisha, akamrudisha tena kwa mgombea mwenza kama ambavyo tunajua Mwenyezi Mungu ndiye pekee juu ya maisha yetu. Alipokuja kuachwa kumbe, ametuachia kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye kuthubutu. Dkt. Samia amejipambanua vilivyo ku malizia miradi mbalimbali ambayo ilikuwa imeanza lakini na kuanzisha miradi mipya. Hata jengo letu la halmashauri lilikuwa limesimama kwa sikwe hey. Tukamwambia Dokta Samia tupatie fedha, jengo hilo limekuwa na miaka kumi na mbili. Mama wa watu, mama wa upendo, mama mnyenyekevu, alitupa fedha anza kumalizia. Tunasubiri fedha zingine ili kuweza kukamilisha jengo letu halmashauri, na tunapokuwa hapa kwenye halmashauri, imezungumzwa za zahanati, nataka niwahakikishie zahanati haitakomea kuwa zahanati, kwa sababu hapa ndipo halmashauri ipo. Tunakwenda kutafuta fedha za kujenga kituo cha afya, ili tujenge hapa Ilungu, ili kwa sababu Ilungu huduma ya watu wengi itakuwa hapa kweli, si kweli? Ilungu oye! Ndugu zangu wapendwa, huyu kijana anaitwa Nestori. Naomba nirudie tena maneno ambayo nimeyazungumza kwenye kata hii kwamba kwanza, sikumfahamu Nestori Senyele nilikuwa na mfahamu, Kagembe nilikuwa na mfahamu, na mipango alivyosema, alikuwa na mipango kweli kweli, Kagembe na wote walikuwa na maono yao. Kijana huyu nilimwona tarehe ishirini na tisa mwezi wa sita nikiwa mgeni rasmi kwenye alambe ya kanisa la AIC Lugeni Nikaambiwa huyu kijana ni mkurugenzi wa kituo lugee pale cha Compassion. Wala sikujua kwamba anagombea udiwani kijana huyu. Siku tunajinadi pale Jineli, alipojieleza nikaanza kuona huu, hapa kuna mtu, kuna kitu kwamba humu kuna nani, kuna mtu. Wala sikuwa naye mawasiliano hata ya kwamba nimsaidie, hapana. Lakini kijana huyu maandalizi yake hayakuwa ya muda mrefu. Ndipo sasa mwanze kujua kwamba Mwenyezi Mungu hupenda hupanga watumishi wake kwa wakati wake. Tunasoma kwenye Biblia kama mtakosea, mtanisaidia kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali majibu ya ulimi, kitu kama hicho, ni ya Mwenyezi Mungu kwa watu ambao tulikuwa tunafanya maandalizi ya kuwa madiwani au wabunge yalikuwa ni, ni ya kwetu, lakini majibu na sauti ya Mungu sauti ya ulimi ni ya nani? Ndipo Nestory Mungu, na Mungu aliposema sasa uwe tayari kuwatumikia wananyigogo, si kweli? yeah. Hiyo kwanza, na furahi kukuona Kagembe, kukuona Msenyele na namna ambavyo mmesema, mimi nataka niwaambie tu, sio lazima uwe diwani, sio lazima uwe diwani kwenye maisha yako. Msenyele, kazi aliyokupa Mungu kama ni ukulima, una baraka zako. Kagembe, kwenye kazi yako aliyokupa Mwenyezi Mungu ya ufanya biashara kuna baraka zake, tani unaifanya kazi ya Mungu mwenyewe. Endelea kutoa huduma, endelea kuwasaidia, na Nyigogo endelea kumuunga mkono kijana. Kama utumishi upo kwako, utakuja kutawala. Kama utumishi upo kwako, utakuja kutawala. Hata kama sio wewe, Mungu anaweza kuteua ndani ya kizazi chako. Kwa hiyo wakati huu Mwenyezi Mungu amemteua kijana mimi. <laughs> Hata wakati nafanya kazi na, na Matolonya sikuweza kwamba anaweza kushindwa, lakini Mungu alimwambia pumzika, na ana raha zote, hana lawama na watu Lekesia Mwanastori, kesi ya Mwakiswaga.

mimi naamini ushindi ni wa kwako. Nakushukulu sana, ninakushukuru sana kwa maneno yako na kwa hotuba yako kwa wanaimi. Mimi nianzie kwake Mheshimiwa Kiswaga, nimeanza kumfuatilia muda mrefu sana baba. Ni, ni mtu ambaye ni kiongozi wa mfano tena nikasema huyu mtu na pesa anazo, kama ambavyo yeye amezungumza. Lakini ukimtazama ni mnyenyekevu, ana roho ya utumishi na kusaidia watu. Nilipopata nafasi hii kama alivyozungumza, nilimfuata nikamwambia, mimi nimekukubali binafsi Sijaukubali kama mbunge sijaukubali kwa sababu na hela. Ah, nimeukubali kwa sababu ni kiongozi, na mimi ninapenda nijifunze kwako. Na yeye alinikubalia, akasema utakuwa mwanafunzi wangu kwenye mambo ya uongozi. Na hakika naaminita waneilungu, na wale Nyigogo, kijana wenu nimesimama tena kwa mara ya pili. Mara ya kwanza nilisimama hapa kuwaomba kura, na kabla ya kuwaomba kura nilikuja kwenu nikaomba mlipokee, na mlisema kijana wetu, tumekupokea. Naomba tena nione mikono ya watu wa Ilungu walionipokea. Ninawashukuru sana, mimi nafarijika mno leo. Cha kwanza kuwashukuru kwa mambo yote mliyofanya kwa sapoti yenu. Nimesikia jinsi ambavyo mnaniunga mkono, nimewasikia jinsi vijana mnavyonisemea vizuri, nimewasikia wase kina wanagenji kina mzee Kisola, eh, nimewasikia kina mzee Nzwenge Nimesikia mnavyoniunga mkono, makatibu wangu wa chama, nimemwona Dr. Chemwa. nimesikia jinsi mnavyoniunga mkono, katibu wangu Mujirima, nimekusikia. Kwa ujumla wenu, nimeona mapenzi yenu makubwa, jinsi ambavyo mnanikubali, na mimi nimesema, ile hiyo imani hiyo siwezi nikaichezea, siwezi kuipoteza leo. Ninakuja tena ninaomba ridhaa yenu wananyigogo, kwanza kwa sababu mbili kuu. Sababu ya kwanza mimi ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, chama chenye miongozo sahihi Ayo! chama ambacho kinatafuta viongozi wake kwa kufuata miongozo, sio kwamba mtu ametoka kulima au ametoka kufanya mambo yake kule, hajapitia kwenye mchakato anakuwa mgombea. Sisi si, tunapitishwa na vikao visivyopungua vitano, hapa mnasimama kuwa kiongozi. Ninawapongeza sana wale ambao tuligombea na nyinyi kwenye kura za maoni. Baba yangu Msenyele nampongeza sana. Kaka yangu Kagembe nakupongeza sana. Mimi nikiwaona hivi nafarigika mno. Na juzi nilipokuwa Ichobela nilisema, wakati mnachukua fomu mlikuwa na maono yenu, na mimi nilisema siwezi kuwa kiongozi nikawatupa nje, lazima niwafuateni. Ayo wayo maono mkijumlisha na ya kwangu, kuna kitu kikubwa kinaenda kufanyika Nyigogo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Tuchague kiongozi anayetokana na chama imara, chama ambacho kiongozi huyo akikosea, kuna nafasi ya kuonywa, kuna nafasi ya kuelekezwa na akajirudi. Sababu ya pili, mnamchagua kiongozi mwenye uwezo. Mimi pamoja na udogo kiumbo, pamoja na miaka hiyo ambayo mnasema ni michache, lakini uongozi na ufahamu lakini sio uongozi tu wa kutafuta hela, uongozi wa kihuduma, kama mambo Mungu amezungumza. Nilipokuwa huko nilisema Anata. mimi kijana wenu, mtoto wenu, nimezaliwa hapa Ilungu, tena wengi nyinyi mmejua na mmeona makuzi yangu, mmenifahamu tangu utoto, maisha yangu kama tabia ambayo mnafahamu. Na tabia gani? Kama ni ukolofi mnajua, na ukolofi kiasi gani? Lakini wengi mnafahamu mimi siko na shida, na tena, wana Ilungu na Nyigogo, mimi nilisema nimezaliwa na wazazi maskini, mnawafahamu. Mheshimiwa mgombea wa ubunge, wazazi wangu mimi hawana pesa, ni mkulima. Mama yangu ni muuza samaki, na mpaka leo anauza samaki na ndizo hizo ambazo zimetoweka shule Madae! tena bila kusahau nilipotoka kidato nilipo cha sita, nilikwama kwenda chuoni kwa miaka minne, nimekosa ada, nilikosa pesa. Baadaye tena nikaanza kujitolea kwenye shule yapo ya ICT, Lungu kuanza kufundisha watoto na wengine hapa ni wazazi wa watoto niwafundisha. Kwa hiyo kama ni shida naifahamu Madae! kama nikuangaika, na kujua kama nikulala njaa, najua. Kwa hiyo kama ninaenda kuwatumikia watu naofahamu vizuri, nimesema nilikuwa na Nime sema, uwezo sio umbo, ah ah, achana na umbo kabisa. nilipopata nafasi ya kwenda huko kama mbunge alivyosema, watu waliniamini wakanipa nafasi. Sasa ni muda wa kwenda kutumia ujuzi na uzoefu nilioupata huko nilikokuwa, katika kata yangu ya Nyigogo. usiwe na shida, usiwe na shaka. Akili yangu ubongo wangu unajua nini watu wangu wa Nyigogo wanahitaji. Uongozi nilizungumza nikasema sio kufoka. Watu wanakuja hapa wanatufokea, wanatutukana, mimi nilisema siwezi kumjibu mtu huyo kwa sababu sio ajenda yangu ya maendeleo. Ninafahamu uongozi ni, wa ni kutambua shida za watu Iyo! na kuzitatua shida hizo Iyo! na mimi nimejiandaa kufanya hivyo, wanailungu na wananyigogo, kijana wenu niko na vipaumbele vitatu, ambavyo mkinipa ridhaa yenu siku ya tarehe ishirini na tisa naenda kuipata. kitu cha kwanza kitu cha kwanza, kama ambavyo kauli mbiu yetu ya sisi CCM inazungumza kazi na utu, nitaenda kuzingatia utu wa wananyigogo. Tunaweza tukawa na shule ngombe ya ubunge, tunaweza tukawa na barabara, tunaweza tukawa na maji, lakini kama tukiwa na kiongozi asiyezingatia utu wa watu wake, huyo sio kiongozi. mimi nafahamu kweli, ukinitazama sipo na akili nyingi kuliko wagombea wenzangu ambao wamepita kuzungumza hapa, tuliokuwa kwenye kula za maoni. Sipo na akili nyingi kuliko nyinyi wote mliosimama hapa, lakini nilicho nacho ni moyo wa kuwatumikia nyinyi.